Kumtakia rehema Nabii Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunakaribia hatua ya mwisho ya dua yetu, na tunajiandaa kumkaribisha mgeni wetu, ili naye apate neno la nasaha kwetu, kulisema kwetu, ili iwe mkutano huu, tumesema na Mwenyezi Mungu, tumepata nasaha kwa kiongozi wetu, na tuondoke katika mahali hapa tukiwa na na furaha katika mlango mkubwa sana wa ibada, ndo mkubwa kuliko yote ni mlango wa dua. Mlango wa dua ndo kila kitu katika katika Uislamu, vitabu vikiandikwa mialafati, vitabu volume kwa volume, lakini lilokuwa kubwa sana katika ibada ni dua. Na sisi kwa maana hiyo dua hazitotosha mpaka tutaondoka katika mgongo wa dunia, kwa sababu Mungu ametutaka wa kila wakati tumwombe, na ndio mlango mkubwa. Na kama utasikia maelezo aliyoyasema maalimu hapa, kagusia kwenye maeneo matatu muhimu sana, inahu bada alhami, faraja baada ya sikitiko. Kuna faraja ya Mwenyezi Mungu inakuja lakini, kamwomba Mwenyezi Mungu atupe yakini ambayo itatusaidia kuyakabili misiba na huzuni zetu, ndo ile tunaomba, Allahuma warzukuna lyaqin ma tuhawinu bihi masaiba dunia, mwenyezi mungu atupe yakini ya kutambua kwamba tunazungumza na Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ametupokea. Kwa hiyo, ndugu zangu wa Islamu, wingi wa dua unategemea na dhanna yetu kwa Mola subhanahu wataala. Kila unapoomba mwenyezi mungu jiwekee dhana iliyokuwa njema, mungu kanisikia na wakati ukifikia dua itakubaliwa. Kwa hiyo tuombe sana, na wakati unakuja kukubaliwa kwa dua zetu, bali zimeendelea kukubaliwa dua zetu. Baada ya kusema hayo, mgeni wetu rasmi kwenye dua yetu hiki na kisomo chetu, naomba sasa uchukue nafasi upate nawe kutoa nasaha zako kwa waumini ambao tumesali nao pamoja ili baadaye tuwagane mahali hapa tuende na majukumu mengine. Karibu sana.